Ai. Opsi ya. Si yako. Umesema ni yako. Ni ya nani? Si yangu. Ni yangu. Hebu angalia nguo benye inaka. Ni yako ni yangu. Una banga ukienda kienda? Una bango nikienda ku meet na mabeste zangu. Mabeste wa gani? Time yenye yuko wale maboys wanako hivyo chini. Time yenye siko. Mm. Wale mabeste wako hapo hivyo chini. Mm. Sawa leo tunaenda ku meet. Si tunaenda tunateremka hivyo chini. Hatuko na plan ya kwenda. Hapana, si tunateremka huko chini. Acha excuse, tunateremka koko chini. Unabanga kuteremka koko chini? Sawa, sasa unavaa. Va. Nenda kwa mabeshte yangu. Va. Siti nenda kwa mabeshte, singwa pale chini. Hata si mbali. Va. Ni nini? Kuja, kuja, kuja, kuja. Oh my God. Kwani unatoka?